Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wamesema kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa makundi mbalimbali ya kijamii kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Na Urusi imeishambulia miundombinu ya nishati ya Ukraini kwa mamia ya droni na dozen ya makombora yakiwa ni mashambulizi ya hivi karibuni zaidi ya Urusi dhidi ya gridi za umeme za Kiev. Habari kamili. Biharamulo Wakulima wilayani Biharamlo mkoani Kagera wameshauriwa kuhifadhi mazingira kwa kulima kilimo mseto kilichochanganyikana na mazao mbalimbali ikiwemo mbali, miti ya matunda kama sehemu ya kubana matumizi ya ardhi. Afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Biharamlo Bwana Deusi Mashangombe amesema hayo wakati akiongea na Radio Kwizera juu ya faida za kilimo mseto kwa kutumia wakulima wenye maeneo finyu ya kilimo. Amesema hakuna madhara ya kupanda miti kwenye kilimo cha mazao ya chakula kutokana na miti ya matunda kuwa rafiki mazao ya chakula na inachangia kuongeza unyevunyevu kwenye kilimo cha mazao hayo. Unaweza ukapanda miti kwenye eneo hilo hilo, unaweza ukafanya ufugaji humo humo, wakati huo huo unafanya shughuli za uzalishaji wa mazao mbalimbali mbali. Kuna mazao ya chakula, lakini pia kuna mazao ya biashara. Mazao ya chakula ni pamoja na mahindi, viazi tamu, harage arzeti mihogo magimbi kunde, yaani jamii mbalimbali ya mazao ambayo yanatumika kwa ajili ya nini? Ya chakula ikiwemo hata zao la mgomba. Aidha, Bwana Josia Siabeli na Anastasia ya John Bosco wamesema kukosekana kwa elimu ya kutosha kwa wakulima imechangia baadhi ya wa wakulima kutolima mazao mchanganyiko ikiwemo miti ya matunda kuhofia kuharibu mazao Geita. Kanisa la Evangelistic Assemblies of God EAGT Nazareth Tamiko mamlaka mji mdogo wa Katoro mkoani Geita limesema litaendelea kushirikiana na serikali katika kuboresha huduma za elimu na afya. Mchungaji wa kanisa hilo, Tabita Januari, amesema hayo baada ya kupokea mkataba wa manunuzi ya kiwanja chenye thamani ya shilingi milioni 45 kutoka kwa mwenyekiti wa kamati ya ununuzi wa kiwanja hicho. Amesema kanisa hilo lina jukumu la kuhakikisha huduma bora zinapatikana, ambapo kiwanja hicho kitatumika kujenga hospitali kuhudumia wananchi wa eneo hilo na maeneo jirani. Kiwanja hiki kitatusaidia sana katika ujenzi wa kujenga mashure kwa ajili ya watoto wetu, lakini pia hospitali kwa ajili watu wasaidiwe, hata katika tiba za kimwili. Sisi tunatibu kiroho, lakini kimwili pia wanahitaji kutibiwa katika hospitali. Baadhi ya waumini wa kanisa hilo wamesema mpango huo utasaidia kukuza hali ya utoaji wa huduma katika maeneo ambayo huduma hizo bado ni changamoto. Dar es Salaam, waziri mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa makundi mbalimbali ya kijamii kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Waziri Majaliwa amesema hayo leo wakati wa mkutano wake na makundi mbalimbali ya wajasiria mali wa jiji la Dar es Salaam kwenye kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini humo. Amesema serikali inafanya hivyo kwa kutambua kuwa kundi la wajasiriamali ni nguzo muhimu katika kukuza uchumi wa taifa kupitia shughuli zao. Waziri Majaliwa amesema serikali ya awamu ya sita imetekeleza programu zenye kuwezesha wajasiriamali nchini ikiwemo programu ya kuwezesha wananchi kupata mitaji, masoko na mafunzo ya ujasiriamali. Nyingine ni uwezeshaji wanawake kiuchumi, uanzishwaji wa viwanda vidogo vidogo kupitia programu za uwezeshaji wa jasiriamali na kutenga maeneo kwa kila halmashauri kwa ajili ya shughuli za kilimo, viwanda, biashara na nyingine za kiuchumi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Nairobi. Raisi wa Kenya William Ruto ameliongoza taifa la Kenya kutoa heshima za mwisho kwa hayati Raila Omolo Odinga katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi kabla ya maziko nyumbani kwake Bondo Siaya. Rais Dkt Ruto amemtaja kiongozi huyo mkongwe kama mzalendo na mwanasiasa shupavu ambaye maisha na urithi wake vilizidi mipaka ya siasa, aliyeweka kando maslahi yake binafsi kwa manufaa ya nchi nzima. Akihutubia maelfu ya uombolezaji, wakiwemo marais wa Afrika, viongozi wa kimataifa na wa Kenya Rais Ruto alitafakari safari yake ya kisiasa na ya Raila akimtaja kuwa mwalimu, shindani mwenye nguvu, na mtu aliyetoa mchango usiosahaulika katika ujenzi wa demokrasia ya Kenya. Rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta, amemtaja Raila Odinga kuwa mtetezi wa haki za wanyonge, akiwahimiza Wakenya kuendelea kupigania haki na usawa alizopigania marehemu. Viongozi kutoka mataifa mbalimbali yakiwemo Makamu wa rais wa Tanzania, Dr. Philip Isidori Mpango wameshiriki baada ya kitaifa ya kutoa heshima za mwisho kwa Raila Omolo Odinga katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Kabul. Makubaliano ya masaa 48 ya ustishaji mapigano kati ya Afganistani na Pakistani yamemalizika leo kufuatia ghasia kubwa kati ya mataifa hayo mawili. Dazeni ya wanajeshi na raia kutoka kila pande wameuawa tangu ghasia zilipozuka wiki moja iliyopita, milipuko ikisikika karibu na mji mkuu wa Afghanistan Kabul. Makubaliano ya usitishaji mapigano yalitangazwa Jumatano ya wiki hii Pakistani, ikiashiria kwamba yatadumu hadi leo jioni. Afganistani imesema siku hiyo hiyo kwamba makubaliano hayo yatadumu isipokuwa Pakistani itakapo ya yakiuka makubaliano bila kuthibitisha kuwa makubaliano hayo yalikuwa na ukomo wa masaa na 48. Kiev. Urusi imeshambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine kwa mamia ya drone na dozen ya makombora yakiwa ni mashambulizi ya hivi karibuni zaidi ya Urusi dhidi ya gridi za umeme za Kiev. Mashambulizi hayo yamesababisha mikoa nane ya Ukraine kukosa umeme huku kampuni kubwa na binafsi ya nishati nchini humo ikiripoti katika umeme katika mji mkuu wa Kiev na kusitisha uchimbaji gesi asilia katika mkoa wa kati wa Poltava. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliyekuwa ziarani Washington Marekani amesema Urusi imerusha zaidi ya droni 300 na makombora 37 usiku kucha. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wakulima wilani Biharamulo mkoani Kagera wameshauriwa kuhifadhi mazingira kwa kulima kilimo mseto kilichochanganyikana na mazao mbalimbali ikiwemo miti ya matunda kama sehemu ya kubana matumizi ya ardhi. Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amesema kuwa Serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa makundi mbalimbali ya kijamii kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Na Urusi imeishambulia miundombinu ya nishati ya Ukraini kwa mamia ya droni na dozen ya makombora yakiwa ni mashambulizi ya hivi karibuni zaidi ya Urusi dhidi ya gridi za umeme za Kiev. Waza Wazua. Msikilizaji, acha hadithi nzuri ili watu wakumbuke hata uwepo wako utakapokoma. Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitendo yetu ya kijamii Instagram, TikTok na XR, Radio qua FM, YouTube quea TV na website yetu ya radioquizera.co.tz. Saa tano za usiku utasikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita.